Ndugu wananchi, Siku ya Lishe Kitaifa ni siku muhimu inayokumbusha wajibu wetu wa kuhakikisha kila Mtanzania anauelewa na ufahamu juu ya lishe bora na hatua madhubuti zinazopaswa kuchukuliwa ili kuleta mabadiliko chanya ya tabia za lishe katika kupunguza utapiamlo nchini. Maadhimisho haya yanafanyika ili kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu ulaji unaofaa, umuhimu wa lishe bora, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu afya ni mtaji wako, zingatia unachokula, ikiwa ni ujumbe mahususi wa kuhimiza jamii kuzingatia ulaji sahihi wa chakula kila siku ili kuboresha lishe na afya ambayo ni rasilimali ya msingi kwa ustawi na maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, lengo la kuhamasisha ulaji unaofaa ni kusaidia jamii kuwa na afya bora na hivyo kuepuka kupata changamoto za lishe, ikiwemo udumavu, uzito uliozidi, pungufu wa vitamini madini, pamoja na magonjwa ya yasiyoambukiza yenye uhusiano mkubwa na ulaji na mtindo wa maisha kama vile kisukari, shinikizo la juu la damu, magonjwa ya moyo na figo na baadhi ya saratani. Mkoa umeshika nafasi ya tano kwa kuwa na kiwango kikubwa cha udumavu. Lengo la mkoa ni kufikia chini ya asilimia ishirini kifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Aidha, kiwango cha unyonyeshaji wa maziwa mama pekee kwa miezi sita kimeongezeka kutoka asilimia kumi na nne nukta mbili katika kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na tano kumi na sita hadi kufikia asilimia arobaini nukta nane kwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu. Uh, upungufu wa damu kwa wajawazito umeboreka kutoka asilimia 44.1 mwaka 2016-2017 hadi asilimia thelathini mwaka 2022-2023. Lishe ni muhimu sana kwa afya ya kila mtu, na hapa namaanisha watu wa rika zote, watu wa hali zote, wazima na wale wagonjwa. Lishe inaanza na kile tunachokula, na ndio sababu tunasema kuwa afya ni ndio mtaji wako. Kwa hiyo zingatia unachokula.